Kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma PIC mapema hii leo wametembelea na kukagua mradi wa ujenzi wa maboresho ya bandari ya Mwanza Kaskazini iliyopo jijini Mwanza ambapo wajumbe wa kamati hiyo wamesema kuwa wameridhishwa na maendeleo ya mradi huo. Akitoa taarifa ya maendeleo ya mradi mbele ya kamati hiyo, naibu mkurugenzi wa mamlaka ya bandari Tanzania TPA Baraka Mdima amesema kuwa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 kwa upande wake makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Meli Masanja amemshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake juu ya mradi huo, huku akiongeza kuwa kukamilika kwa mradi kutaenda kufungua fursa za kiuchumi kikubwa. Ambacho mimi mheshimiwa mwenyekiti, ninachotaka kukisema ni kwamba tunamshukuru mheshimiwa rais kwa wazo hili zuri la kuanzisha au kupanua bandari hii wananchi wa mkoa wa Mwanza ni pamoja na visiwa 38 na vinavyoizunguka Mwanza Viz, visiwa 38 na vinavyoongea vina population ni kubwa. Mheshimiwa DC hapa anaweza akanisaidia, hii bandari inatumika na watu wanaoenda Ukelewe, wanaoenda Bukoba, lakini ukifika Ukelewe tena kuna abiria wanaotoka Ukelewe kwenda Ukara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 Kamati inamwagiza mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya bandari TPA eh, uh, kutekeleza mambo haya. Moja, kuhakikisha mamlaka inawasimamia kikamilifu eh, uh, wakandarasi wa kutekeleza mradi huu ili uweze kukamilika kwa wakati na viwango vilivyokusudiwa yungu eh, uh, katika mkataba ili thamani ya fedha iliyowekwa katika mradi hii iweze kupatikana. Mbili, kuhakikisha mamlaka inaendelea kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi pamoja na wadau mbalimbali. Ili waweze kurasimisha uh, bandari hizi zisizo rasmi zilizopo katika Ziwa Victoria kwa lengo la kuongeza ufanisi katika bandari hizi na kutimiza dhamira ya serikali ya uh, kukuza biashara na uchumi wa uh, kanda kati ya Tanzania na nchi jirani. Mwisho. Mimi ni Cyprian Magupa wa Daily News Digital Mwanza.